Mambo vipi? Eh, Mungu anasaidia pamoja but kwa hapa tunasema karibu Kenya. Kwa sababu umenifuata hapa nimepokea vizuri. Tunashukuru watu wanakutambua sana, East Africa inakutambua, dunia inakutambua. Nashukuru. Wewe kama mdogo wangu ndugu yangu sana, unajua tunasema hata unaponikuta mimi hapa mahali nilipo sasa hivi, nasema kuna maisha baada ya kufeli, so, usiogope. so ah, no, no. Nasema okay. Kuna maisha eh, lazima kuwe na milima na mabonde yeah. Unapoona kuna mambo hayaendi sawa kidogo, mtu asikitisha kama kuongelewa, basi Mr. Nice angekuwa ameshafariki kitambo eh, kwa sababu maneno yametoka yakaenda yakaisha yakatoka ya sasa, naona saa naona wameanza kunisifia mambo, jamaa ndio anapaswa okay. kuigwa kwa sababu ya uvumilivu. Mina, mimi nafurahi sana napoona yale unayofanya na unayoyafanyia jamii kwa ujumla, especially vijana wanaojitafuta vile unavyoweza kuwa, kuwa kuapa ile motisha. Wengine wanaona unajidai, lakini kumbe ni kuwafundisha kwamba nao wawe na asira ya mwisho. Mimi nikuambia kitu kimoja

atasema wavo umenituma wanasemaga unaonga ili mtu akuongelee vizuri. Hapana, keep it on nice cool. Bro, na Mungu aendelee kujalia zaidi. Si wote warika yako wenye kukumbuka, wengine lakini si wote pia warika yako wenye kujielewa, wengi hawajielewa. yeah. wengi tunaona waenda kuhaya magari kujifanya nao eh yeah. Yeah, wow, yeah. Hey, alafu siku mbili tatu amekwama lakini Chief Godlove, mimi nikuombe kwa niaba ya Watanzania, Watanzania wengi wanatamani kumfahamu vizuri Mr. Nice, wanamfahamu yes, lakini kuna mambo mengi wanatamani kujifunza. So, kipindi ambacho Mr. Nice, uh, Mr. Nice wa kikulacho, yes, na nini na nini, mimi nakuomba, nakukaribisha uh, nakukaribisha kwenye kipindi cha lifestyle uh, cha Chief Media pale. Kuna baadhi ya mambo ambayo zinatakiwa uzungumze na watanzania wa Tanzania wakusikie. Mimi kwanza nakubali, naweza nikasema ni South Africa. Kuanze kutumia maswali kwanza, watume maswali wanaotuma kwa na maswali kabisa, hata yawe mazito yawe mabaya vipi kwenye comment. Mimi naongea kuliko, kuliko hata radio, mimi minaongeaga mpaka TV, mimi na kawaida eh. <laughs> hey, <laughs> ya, yangu ya, e bana, nimekutana <laughs> na legend hapa Nairobi, Kenya. Sasa hivi ni saa 9 saa 10 za usiku. Uh, tumekutana toka jioni. I think hatujaongea kitu, tumeongea mambo mengi. By the way, kama una swala lolote kuhusu Mr. Nice weka kwenye comment. Thank you, karibu.